Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment to Togolay to 24 TV ili wewe uanze kupata taarifa zetu. Asante, asante. na USA pesa hizo ni kufanya ushoga uongezeke. Ushoga, ushoga. Ushoga, ushoga ni nini? Ushoga ni aina ya malaika anaitwa maash peros kwenye Biblia. Huyo maash peros kazi yake ni kugeuza jinsia ya mwanamume ajihisi ni mwanamke, na mwanamke ajihisi ni mwanamume. Sasa hii usagaji na ushoga sio ishu sana, watu wanajisifia, imeenda extremist mpaka sasa mwanamke anakula dawa maziwa kifuani yanaisha, anajiondoa kwa kufanyiwa operation maeneo yake ya ya uke, anavaa ya ume, alafu mwanamume anavaa ya mke. Sodoma haijawahi kuwa hivyo, sasa imezidi. Na serikali ya Marekani imetoa pesa na inawalipia watu kwa gharama kubwa. Serikali ya Uganda ikasema, sisi tutamaliza hawa jamaa mashoga hawa. Marekani imepeleka pesa mingi kushindana na serikali ya Museveni wasije wakawashinda mashoga kwenye ile nchi. USAID imetoa sijui dola milioni nane kwa maloya na wale mashoga. Kwa nini? Sio kwamba wale ni binadamu kama wewe, nyiwe, mnasikia oh, unajua tu waombe tu, hawaombe, hawaombewagi. Wale ni wana wanaki, wanataka kuishika dunia, mbegu ya Mungu ndani ya wanadamu isiwepo na ndio wanachokifanya kwa sehemu kubwa na wamefaulu kwa sababu kanisa limelala. Tumechelewa mno. Kazi yetu tu ni kuwaambia watu utabarikiwa pokea milioni, wanafurahia na wahubiri kukusanya sadaka wanunue magari na manyumba watembee barabarani. Wana mabodi gani? Uuni huo, hakuna cha ubodiga. Tunaotaka hapa tunataka watu waokolewe kwa wewe tuokolewe kizazi hiki kiokolewe sio nitembee na mamilioni nijifanye mimi ni mtu mkubwa katika Mungu aliyeniita amna mtu mkubwa kwenye ufalme wa Mungu Biblia inasema atakaye kuwa mkubwa shati awe mdogo na mtumwa wote sasa hivi hawataki hiyo na ukiwaona hawataki hiyo maana yake sio wale walioitwa na Kristo ai Ngalia ya jirani yako mwambie tuko mahali pabaya. Ndugu zangu shetani anafanya kazi sasa hivi kwa nguvu kuliko unavyofikiria wewe. Una hela mwenzako anapewa hapa, amharibu mtoto wako na ujui. Mwanao hana kazi, hana mtu wa kumsponsor kwenda chuo kikuu, anapataje? kwa ana ajili ya kumsaidia apate sponsor, wanamjia haraka, wanamwambia tutakusaidia, na wakimweza mara moja wanamfanyia finishing, hawezi kubadilika tena. Wako kila kona, wana wanaki wamejaa, wako kila eneo, sio Tanga peke yake, dunia nzima. Sahihi. Halo, watu wa Mungu, mpo pamoja na mimi? Wakristo tumelala sana. Mimi nawaambia kila mmoja hapa ana ndoto tu ya kuoa kuolewa, kuoa kuolewa, na huyo unaenda na kuoa umejua ni nani? Kama umeshawahi kunisikiliza kwenye ushuhuda zangu, ziko kwenye YouTube, msichana mmoja mdogo ambaye alishawahi kunisaidia nikafanya mkutano Songea. Alikuwa anasoma chuo kikuu Songea, baadaye chuo kile kikafungwa, akamia Dodoma, ameokoka kasichana kwa watu. Kazuri tu, Mungu amemwokoa baba. Nikamwambia yule sio binadamu, mbona Akanambia hapana, dadi ameokoka, tena tuko naye kanisani yu, na tunaimba naye kwaya. Nikamwambia hapana, sio mkristo huyo, unaja okoka. Akaniambia dadi hapana. Nikamwambia huyu amekuja kukua, naongea naye wazi, amekuja kukua. Nikamuuliza mwanangu, umelala naye kwenye tendo la ndoa? Akasema ndio. Nikasema Mungu wangu, maana hapo ndipo mahali hawezi kukwacha akishakushikia hapo. Nikamwambia mwite, akamwita. Siku sikumuuliza kwa kujificha Unaitwa nani fulani? Mwambie umekuja kwake kwa ajili ya nini? Mwambie we ni nani? Akamwambia mimi sio mtu na nimekuja kumuua. Mimi nikasema ah, utani usifanye mchezo ah. Mwambie wewe sio naye wewe sio binadamu. Akamwambia nikamwambia, bwanangu leo hii katafute meza ya Bwana. Mimi nilikuwa niko hotelini singeweza. Kashiriki meza ya Bwana, hapo ndipo utakapopona. Usiku huo akadharau, akafa usiku huo huo na yule kiumbe amepotea, ndugu zangu. Wapaba wapa wengi na watoto wenu na mat... wanakutana nao, na we unasema harusi, harusi, afu keshokutwa unajutia ameolewa na nani. Hivyo vilio vinaanza ndani ya nyumba, mpaka leo mnajutia wengine. Alo, muna changamoto kubwa, tuko katikati ya eneo ambalo sasa mawimbi ni makubwa ya maji.